Shughuli nzima itaanza saa tatu asubuhi ambapo itafanyika katika uwanja maarufu uwanja wa Samora ulioko Manispaa ya Iringa. Tunatazamia kuweza shughuli zote kufanyika katika uwanja huo ambapo tutakuwa na wageni mbalimbali mbali ambao wametukimbilia kwa ajili ya kuja kulia na mzee wetu mpendwa mzee wetu Fabian Ngajilo. Tunatazamiwa kuwa na mwenyekiti wa wazazi taifa, ambaye atakuwepo hapa. Tunategemea kuwepo na waziri Yusuf Masauni atakuwepo hapa. Tunatazamiwa kuwepo na msemaji mkuu wa serikali, ndugu yetu Gerson Msigwa, pia atakuwepo hapa kama mwakilishi wa serikali tunawakaribisha wananchi wote wa Iringa waje kwa ajili ya buriani ya mzee wetu kuja kumuaga. Ikumbuke kwamba mzee Fabian Ngajilo ndio baba mzazi wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini ndugu Ngajilo, pia ndio baba mzazi wa mfanyabiashara maarufu Fredy Vunjabei. Mzee Ngajilo namfahamu kwanza ni baba mzazi wa mwenyekiti wangu wa jumuiya hiyo ya wazazi mkoa, Mheshimiwa Fadhili Ngajilo ambaye pia ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Mzee, namkumbuka kwa uh, upendo na ukarimu wake. Uh, ndiye aliyenipokea na kwa kweli nilifikia kwenye moja ya nyumba zake za wageni. Uh, ndiko nipo mfahamu vizuri mcheshi uh, mkarimu sana na mara nyingi tulipokuwa na mahitaji ya wageni mahali pa kupumzika, huyu mzee alitusaidia bila, bila tatizo lolote. Kwa hiyo kwa Chama cha Mapinduzi ni pigo eh, lakini pia hata kwa jamii ana mchango mkubwa sana eh, katika kusaidia jamii. Mzee muungwana sana mwenye hekima sana kwa na tushauri hata mkikosa Msichoke, msichoke kujaribu, kwa sababu mna nia ya kuwatumikia watu. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho mimi nilipata bahati ya kufahamiana naye na kumjua kwamba ni mkarimu, mwenye busara, mcheshi, lakini pia ni mshauri mzuri sana kwa sisi vijana. Ze sisi kwa sisi ni naye kama fundi wake kwa muda wa miaka kama kumi na tatu niko naye na nimeshirikiana naye vizuri kwa muda wote na hata safari ya kwenda Njombe, mimi ndio nilikuwa naye na amenifia akiwa mikononi mwangu. Kwa maana hiyo nikiwa afundi wake na kazi tulikuwa bado hatujamaliza, lakini nina shukuru kwa kushirikiana naye mpaka kufika wakati huo. Ya, Njombe ni, ni kwamba tulitoka hapa, aliendesha gari mwenyewe mpaka kufika Njombe na Makambaku tulipumzika kama masaa mawili hivi, akasalimia ndugu jamaa, na baadaye tulifika Njombe vizuri. Tuliondoka tarehe ishirini na tukafika pale tarehe ishirini na moja ishirini na mbili mpaka tarehe ishirini na nane ndo kidogo mzee alianza kutetereka, sukari yake ilipanda ikafika ilipa ishirini na sita ilivyofika sukari ishirini na sita basi ilibidi tumpeleke hospitali wamshushe sukari. Basi walimshusha sukari, baadaye tukapiga simu akaongea na mama vizuri. Baadaye tukarudi naye kurudi naye siku hiyo akashinda vizuri mpaka jioni, lakini kufika jioni tena muda kama wa saa saba hivi usiku, hali yake ikawa tena imeteteleka. Nikawapigia simu ndugu zake, nafikiri mume wa Velo, ndugu zake na watoto zake. Basi tukampeleka hospitali, tukampeleka hospitali ya kwanza, baadaye wakamwekea dripu na baadaye, alikuwa ameishiwa nguvu, kwa hiyo nilikuwa na kazi ya kumbeba tu mgongoni kumwingiza kwenye gari. Baada ya kutoka hapo, akasema tumpeleke hospitali ya mkoa. Baadaye nikampigia Mheshimiwa mbunge simu, akaongea na madaktari. Basi baada ya kumpeleka pale, walimuingiza ICU. Baada ya kumuingiza ICU, kwa muda mfupi tu, hakupata hata matibabu, wakatoa taarifa kwamba amesha fariki. Basi baadaye nikampigia simu Mheshimiwa mbunge basi akasema atatoa msaada kwa dioa pale, na ndio taratibu za kuanza kuleta maiti zikafuata. Kwa hiyo tukauleta mwili mpaka hapa mzee. Bongo Play TV.